Tumeimarisha demokrasia, tumeimarisha diplomasia, tumejenga uchumi na kujenga mshikamano wa kitaifa. Haya yote yametokana na uongozi imara wenye hekima wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo nimalizie kwa kusema kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa mwalimu wa subira, kielelezo cha ujasiri, ustahimilivu na alama ya matumaini kwa kizazi hiki na kiongozi aliyetoa mfano wa kuwa mwanamke anaweza kuongoza hata kwenye nafasi ya kitaifa. Lakini na pia, naomba ni mnukuu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, Rais mstaafu wa awamu wa ya nne, alisema, hapa Tanzania leo hakuna mwanasiasa maarufu kama Rais Samia, iwe ndani ya chama ama nje ya Chama Cha Mapinduzi. Mheshimiwa Spika, Daima nitaendelea kumshukuru na namuombea ushindi mkubwa kwenye uchaguzi ujao, uchaguzi mkuu ujao, lakini vile vile ninawaombea ushindi wa kishindo, mheshimiwa balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi mgombea mwenza wa nafasi ya urais, na mheshimiwa Dr. Hussein Alasani Mwinyi mgombea wa urais wa Zanzibar.